adsmakaniitengenezekatik umeme uh -huh. Ulikatika ulivyokatika, sasa tulisahau kuzima umeme. Ulivyorudi TV tunaiwasha haioneshi, ikawa nafanya nini? Kiwasha natokea nini? Inazima alafu masikia nini? Sauti mko mnapata au picha mnapata? Ah uh ah, tuba tu ile siku tuba mka asubuhi jana. Mhm. Tukaiwasha, tukaiwasha, tukaiangalia tuka ikawa inaonyesha mwanga kidogo. Tukaweka pale YouTube ikatoa sauti. Ikatoa sauti. Mhm. Mm, Kwa TV hivi katika umeme ime imekata imekata taa. Kwa mimi natengeneza taa, sawa? Hai. Hapa hizi ndio taa zetu. Mulika hapa Jasmine. Hapa mimi na test moja moja. Hii hapa. Nyanyua hiyo kidogo. Hapa. Nyanyuka, mulika hapa, sawa. Tunawasha mm -hmm. Hizi taa mtia ndio tumeweka na zinawaka, hizi za kwanza, mkanda iko miwili, taa ziko kumi na moja, hii ya pili sawa? Eh. Kwa sasa hapa taa zetu zishawaka; hapo tunaziunganisha sasa, hili tufunge TV tumalize kazi. Niko na fundi msaidizi hapa Jasmini e; yuko makini kwenye hili na hawa ndo walinambia TV imeharibika usiku, wanaona tu uko mbali na sauti wanapata. Jasmine anapenda naye ufundi sana, akimaliza kuifunga hapo tu test, lakini na imani iko vizuri chatla uh, Jasmine anataka kutesti unaoshia na remote mo uh, tunasema bismilahi hii TV bwana, ni ya asebrani kwangu na imekufa shapona. Sasa kama unakumbuka, mwanzoni ilikuwa nawaka mwanga mdogo, sahii mwanga ndio huo ya. Unasemaje? Utakutukana? Utakusemaje? Umeshangiliaje mkubwa? Okay, mwanga mkubwa. Unajua umetaka kutukana mwanangu, sema eh, ushaanza hey, matusi. Kwa hiyo hapo imeshapona. Eh uh, hii TV ya Sebreni juzi, bwana walikuwa wanaangalia hawa, mimi niko zangu chumbani na, na mambo yangu, vitu vinanichanganya kichwani. Maana nakuja baba, TV haiwaki. Ah, damu likata umeme likatika, ndio kwanza kuna japo kwa umo likatika. Ehe, uh, umeme likatika, ulivyorudi mkawasha TV, na wewe ndio uliwasha TV. Ah, uh ah -uh. Aliwasha nani? Mimi hapa naenda kuwasha TV. uh -huh. Sina kadari, jaribu wewe, kwenye YouTube tutafute internet Umeona bwana? Basi ah. Nenda kuangalia picha naiona kwa mbali. Nikamwambia taa zishakufa. Na wao oh, asubuhi wao mbona ina inasikika sauti? Nikamwambia hata kama inasikika sauti hapo issue sio sauti. Ah hata magema yanachezeka. Eh issue hapo sio sauti. Hapo network haija connect bado. Issue sio sauti hapo, issue taa zimekufa backlight. Umeona sasa ndio mabadilisha. TV imepona. Jasmine anaangalia katuni. Shida imeisha tena.